Yes, Ebuana e bwana so kinyonge so, subscribe like na comment. Kuna mshikaji mmoja alikuwa ana kunywa maji, mara ghafla akamwona mtoto mmoja alikuwa anahitaji sana maji, akaipiga akudu moja tu, na mtoto akamaliza maji yote mzee. Basi akaamua kumwangizia pale anahitaji baga mbili, na mtoto mwenyewe akanyosha akaipiga ile baga chap chapo. Mwamba akaamua kumuita mhudumu, akamwambia vipi, umeshiba au unahitaji nini? Akamwambia ametumia kiasi gani bwana? Ametumia bwana kama dola mbili hivi, kwa hiyo unaweza ukalipa. Akalipa pale moja kwa moja, kawa anaondoka. Sasa kipindi anaondoka, yule mtoto alikuwa nyuma nyuma anamfuata. Mwamba akajua kwamba labda anahitaji fedha, lakini mtoto akupokea kabisa fedha mbalo wanampatia mshikaji. Mwamba akajiuliza kwamba huyu mtoto anahitaji nini? Akaamua ah, basi haina shida, akaamua kutoa necklace yake ambayo Mungu wao nyani wanaomwabudu, yaani anamwamini Mungu soko. Sasa kipindi anaondoka, yupo kwenye gari gari gari, ile ile ile ile, mtoto mtoto mtoto bado akawa anaendelea kufukuzia ile gari mambo, akasimamisha na na moja moja kwa, akaamua kutoka kuanzia mita pale ya ya India bwana. Tusikilize story fupi. Mtoto bwana anaitwa Shaida, amezaliwa huko milimani na hawezi kuongea toka utotoni. Familia yao yote waliangaika kwa njia zote, lakini yule mtoto wakufanikiwa kutoa sauti hata siku moja. Hasa leo hii hapa, yule mtoto alifanikiwa kwamba anatakiwa apelekwe mjini India, ili akafanyiwe huduma. Hasa kipindi unatoka, wanaenda mitaa India na maanisha treni yao ilipata shida. Huyo mtoto alikuwa nje ya treni, mama yake alikuwa amelala ndani. Kwa hiyo ilishindikana kabisa, na mtoto sauti hawezi kupiga kelele. Treni ambayo ilombeba ikawa imeondoka kina pale, mtoto akabaki kunyosha mkono, na treni nyingine ikaja ikambeba, ikaamua kumfukuzia, labda anaweza akampata mama yake, na tena pia zikaamua ku separate. kwa hiyo mama yake alipopata kushtuka akanatafuta mtoto wake treni nzima, na moja kwa moja akaenda kujaribu, labda boda labda wapi, basi turudi tena sasa tukirudi kwenye movie yetu mshikaji akaamua kumchukua yule mtoto moja kwa moja labda ajaribu kwenda naye hata nyumbani. Sasa chochote anachomuuliza mtoto unajua anapokaa mtoto ajibu chochote. Inamaanisha kwamba mtoto aongei, yani ni bubu. Akajua alivyompeleka paka nyumbani kwake akampeleka shule nini na soma. Sasa leo hii hapa ni siku kulikuwa kwamba mechi inachezeka kati ya watu ya wa Pakistani pamoja na wa na wa India. Sasa yule unajua yule mtoto alikuwa anacheza sana. Sasa wa Pakistani walipopata ushindi, dogo akawa anaruka, anacheza sana yani enjoy hasa, akagundua kwamba huyu um, mshikaji akagundua kwamba huyu um, mtoto anatokea Pakistan. familia yote kwanza ikashangaa ah, unajua kwamba kipindi hicho Pakistan na India walikuwa na ugomvi mkubwa sana yani, kwamba maandamano yalikuwa ya kutisha sana kwa sanako mwamba kumchukua mtoto wake moja kwa moja kumpeleka labda paka boda, ili mlali amfanyie mpango ili huyu mtoto arudi paka eneo lake usika hasa mwamba, lakini akazuiliwa kabisa, kwa sababu huyu mtoto ana passport. Kwa hiyo alipoenda kwa ofisi moja hivi akamwambia, Bwana, ukitaka huyu um, mtoto labda aweze nimsafirishe mimi hapa, labda rete hela ya kutosha naweza nikakusaidia, akaniambia kama hivi, alijerupia kama laki na hamsini hivi. Basi mmoja akarudi nyumbani akajichanga hela yake ndogo yote ile iliyokuwepo, na pia mke wake akaamua kutoa hela ambayo walotakiwa waifanyie ndoa yao, ili mradi wafunge ndoa. Lakini aliamua kuitoa yule mwanamke, ili mradi huyu mtoto tu asafirishwe kutoka hapa alipokuwa anakaa, yaani kwamba hapa India apelekwe Pakistan nyumbani kwao. So mtoto akajitazama, upendo namna gani ambao anaonyeshwa hapa. Lakini familia ile pale ya watu wawili, anamwambia haina shida wangu eh, fanye tu mpango, huyu mtoto tu arudi sehemu yake ambayo anayokaa, na uishi. Kuhusu ndoa mimi na wewe, yatakamilika tu, mipango ya Mungu. Basi mambo aliamua kupeleka ile hela paka sehemu husika, ili mradi huyu mtoto aende paka nyumbani kwao. Lakini mtoto alionekana mtu kukataa kabisa, mambo akamkataa mtoto, lakini kwa sababu maumivu sana moyoni, hakutamani kumwacha ule mtoto. Mtoto anaondoka na mwaga, lakini analia vibaya mno. Sasa kipindi anapita njiani, alikuta bangili, akasema hizi bangili zinaweza zikamfaa yule mtoto, akarudi akatazama hivi mbona yupo? Akatazama kwa mbali, akaona yule mtoto yule anaondoka, akaamua kufukuzia mpaka sehemu moja wapo. Alipofika huko, akakutana sasa, yule mtoto ameenda kuuzwa kwenye jumba la majangiri, yani namaanisha yani ya na majangiri ya kivipi, wadada ambao wanaojiuza. Basi mshikaji aliomba msamaha sana, akambe ni samehe bwana, bana ni samehe, sikutegemea kufanya kitu kama hii. Kwa hiyo mtoto, mshikaji alipewa hela ili amsafirishe mtoto, yeye akaamua kwenda kumuuza Mwamba alimpiga bonge na konde mmoja, akaamua kumtupa nje moja kwa moja. Basi Mwamba aliamua kumchukua yule mtoto mwenyewe na kudiriki maamuzi kwamba yeye ndo afanye kila kitu na kumsafirisha mtoto mpaka amfikishe kwao. Akarudi naye nyumbani, mke wake alimind sana, tumeongea nini huyu mtoto, unajua kabisa sio wa nchi yetu, anahitajika arudi nyumbani kwao. Mwamba akasema no way out. Nitatumia njia za panya ili mradi nimfikishe tu mradi nimfikishe tu mtoto nyumbani kwao. Bas alifika paka mitaa ile pale. Akaambia bwana, hapa tunaweza tukakupitisha lakini hela nyingi ya kutosha. Basa, ina shida. Mwamba akafanya payment na moja moja kwa kwa akapelekwa. Akaambia bwana, tumekufikisha paka paka hapa boda. Hiyo hapa boda aojawapaboawaioapaboa maaskari wanatembea sana bwana. Naomba unisamee sana zinga kuvusha hapa ila tushakufikisha hapa boda. Ukivuka tu mambo naishi si unajua, Waindia na Wapakistani tuna ugomvi. Basi mambo akaamua kutulia pale pale, na mtuzo akaamua kumpa sapoti kwamba yupo na yeye. Dakika mbili sio chache mzee askari hawapo, wakafika. Mwamba alijifanya useless sana akajifanya kama mtu ambaye haelewi kitu, yani haelewi ya chochote. Basi askari pale wakasogea mpaka mita ile. Mwamba alipigwa sana pigwa sana pigwa, yani unajua ile kupigwa, lakini mtoto pembeni akawa ni mtu wa kulia sana, mpaka askari mkuu yule pale akambe, hebu acheni Mwamba akawa anajielezea, mimi naomba bwana, nataka nimpeleke huyu mtoto huko Pakistani Haiwezekani ukavuka kiolela yani, hauna paspoti hauna chochote, na unajua kabisa hapa kuna ugomvi kati ya Wapakistani pamoja na Waindia. Wewe unataka uvukavukaje? Eh, nakwambiaje? Nakupa masaa yani, nakupa dakika thelathini tu. Nikienda hivi kuzunguka nikirudi na kushuti gani kama hujakuwa hujaondoka mwamba. Wa dakika zile zikaisha, wasikaji wakarudi tena, wakaona mshikaji bado mbishi kabisa. Kwa hiyo namna hii hapa kwa kumnyoshia bunduki ili mwamba wajue namna gani ambaye watamaliza, maana mshikaji bado mbishi. Sasa anahitaji kuondoka eneo hili hapa. Basi mwamba akaendelea kujielezea kwamba anahitaji kuvuka hapa ili mradi ampeleke yule mtoto, basi anaomba asaidiwe tu kwa hilo basi askari akamwambia haina shida na kuvusha. Basi mwamba akavushwa pale, ila anavuka tu boda. Askari wa nchi ile pale wakafika, wa Pakistani, wakagundua kwamba huyu ni Mhindi, ameingiaje katika nchi yetu? Maana wana ugomvi mkubwa sana kwa hiyo, kumkamata moja kwa moja kumpeleka mpaka mitaa ya polisi. Sasa si unajua tena kama kawaida paparazzi wa kutosha sana wamefika pita ile. Sasa, mtoto kipindi anaangalia hivi kwenye kalenda moja wapo akagundua kwamba hapa ndo nyumbani kwetu. Akamshikaje, akagundua kumbe hapa na nyumbani kwetu, aa, kama kumtanua mdomo hivi hivi, mtoto. Bona, uongee wewe. Una, unakuwa hivi sana, maana anagundua kwamba huyu mtoto hawezi kuongea. Sasa, moja kati ya kameramani alikuwa anasubiri pale nje akawa anatoka mbio vibaya mno, naamua kufuatilia ili mradi apati kidogo video chache. Sasa mwamba alivyoingia mule ndani, zile picha akawa anaonyesha ya kalenda, "Jamani, nahitaji kwenda hapa, naweza nikafika? Abiria jamani kuna mtu yoyote anapajiwa hapa pa kwenda? Lakini mwamba ule pale ambayo alikuwa paparazi, akaamua kuungana nao safari yao, ili mradi awafikishe paka sehemu husika, na wao wanarekodi matukio mbalimbali mbali. ili waweze kutengeneza labda content fulani. Sasa kipindi hivyo ametoka askari, nao akawa na mtu wa kuwatafuta sana. Sasa leo hii hapa kuna mama yake na huyu hapa ambaye aitwa Ishadia, alikuwa ni mtu wa kulia kila siku, anasali pale anaomba, si unajua. Kwa hiyo mwamba akaamua kumfunika yule mtoto sura. Sasa kitendo cha kumfunika tu yule mtoto sura ndio alikuwa ameharibu kila kitu. Polisi walikuwa wanamtafuta, endapo yule mtoto angeona mama yake labda angesema neno. Basi yule mshikaji paparazzi akaamua kulipoti kama kawaida, akaupload video zake nini, watu wakaangalia. Sasa kipindi wanaangalia video zile pale, mamake Eh jamani, huyu ni mama yangu, ni mama yangu kabisa. Kwa hiyo huyu ni mama yako? Ndio, ni mama yangu huyo, yeah. basi yeah. Ah, ah, ah, basi akajua sasa namna gani wafuatilie hii video, labda anaweza kujibudua kwamba mama yake, ah, asubuhi sehemu nyingine, yeah. sehemu nyingine inaitwa mtoto akasema akawa na furaha akajua ndo hapo hapo ndo akasema wao washikaji waka kumbatiana pale kwa dhati kwamba wakagundua wamesha paka nyumbani kwao, kwao. Mama yake sasa kwa mara ya kwanza anamuona binti yake kwa muda mrefu sana. Alishagundua kwamba mwanaye ameshapoteza maisha analekodi moja kali sana, ambaye mama alamkumbatia mtoto wake kwa muda mrefu, alio ameshatazama kwamba mtoto wake labda ameshapoteza maisha hatamuona tena, lakini kwamba mama analia kwa uchungu na mtoto analia kwa uchungu kwa kumuona mama yake, na mama pia analia kwa upande wa pili. Kumchizi ambaye tu huyo hapa alikuwa anakula kichapo cha kutosha, kwamba amewasumbua sana polisi wa Pakistani, na ukigundua kwamba yeye ni mwenyewe ni Mnaijeria. Askari akasikia kwamba kelele ya bunduki, mwamba alikamatwa, kapelekwa polisi, kichapo kiliendelea sana. Watu waligundua kwamba huyo ni spy ametoka na India, anakuja huku labda kutuchunguza, ili tujue kwamba namna gani huyo mwamba anaweza kufanya namna gani ya kuwataka sasa. Vile video ambazo nyingi sana na upload naa, mshikaji alivyokuwa anaishi maisha mazuri sana, ule mtoto hasa Pakistani, wakaanza kufurahi. Sasa hivi, fikiria huyu huyu alikuwa anaishi na huyu mpakistani mwenzetu, anaishi naye vizuri. Sasa unajua ile video zili ya, ya, paka, paka India, kokote magazeti yalichapisha, hasa askari huyu hapa akagundua kwamba huyu mshikaji ana makosa bwana, ana chochote ambacho alichokuja kufuata huko huyu mtoto. Kwa hiyo akaamuru labda wenzake wamwachie utu mshikaji wafanye mpango wa, wa fight ili mwamba avuke tena boda arudi nyumbani kwake. Akamwambia, wewe, tumegundua kwamba hauna shida yoyote na Wapakistani na tunahitaji kukurudisha katika nchi yako, lakini polisi wakaamua kuongea sasa, kwa moja kwa moja kupeleka paka boda. Wananchi wote walitoka kwamba kumsupport mshikaji, ili mradi avuke boda kivyo vyote vile, na vita vilikuwa vikali sana, na mshikaji yule wa Pakistani, ambaye alipa palazi, alimwaga rafiki yake kwa uchungu sana, ili mradi avuke, na askari aligoma kabisa, yani sema mimi nisimfungulie mtu yoyote, lakini wananchi sio, unajua tena wakiamoja mbora wao mzee, kelele ziliruka pale, wakaamua kusukuma legeti la Pakistani mpaka kati ya Pakistani pamoja na India. Kwa hiyo mzuka ulipigwa ulipigwa ulipigwa, hasa kipindi anaondoka ule mwamba, anavuka yule mtoto ambaye Teshadia akawa anakimbia sasa, an takakumuaga kwa mara ya mwisho kabisa. Sasa unajua tena sauti yana basi, akawa ya anatikisa napiga kelele pia keleek kelele, hasailekee harakati za kupiga kelele, bwana maragaa sauti ikatoka kwa mara ya kwanza paka mtoto mwenyewe anajiuliza, hivi sauti ii imetoka kwangu? kwanza yule mshikaji papalazi najua kwamba mtoto waungei, mpaka wazazi wenyewe wakashtuka kamba, kwa kwa mara ya kwanza wanashuhudia mtoto wao anatoa sauti mtoto kata, hebu tuisikie kwanza sauti yake, kwa mara ya kwanza mzozo anatoa sauti katika ulimwengu huu hapa wa dunia. Hebu isikie kidogo, alipiga sauti za ma unajiuliza, sio unajua, ile hisia zilimshika kwa mbali sana, akagundua kwamba huyu mtoto kwa mara ya kwanza leo hii hapa anatoa sauti. Mwamba katani kwanza akageuka labda kumwangalia hivi, ni kweli au unaota, labda miujiza tu ya Mungu. Alivyoona kwamba namna gani mwamba alivyomsaidia huyu mtoto, akaamua tu kumfungua kwamba mwamba ilikuwa sio uchawi, ilikuwa sio nini, bali mungu mwenyewe ameamua kumponya huyu mtoto. Kwa hiyo mwamba akaamua kujiachia lile gongo pale alikuwa anaumwa, akaamua kumkimbilia mtoto, huku watu wakipiga makofi wa Pakistani kwa upande wa pili wa India wakiwa wanamsubiri ya mtu wao wakaona pia makofi ya kushuhudia so usisahau subscribe kupata movie kali kama hizi hapa zenye emotion za